Jeshi la Polisi mkoani Mwanza katika kukabiliana na uhalifu na wahalifu limeendelea na doria mbalimbali inayolenga kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao. Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mwanza DSP Wiliboroad Mutafungwa anawasili katika mwaro wa kijiweni kata ya Chifumfu wilayani Sengerema ikiwa ni mkakati wa kutoa elimu kuhusu ulinzi na usalama. Unyang'anyi wa kutumia silaha za moto kuchukua mitumbwi na kuchukua samaki kutumia mapanga kuiba engine za boti. Matukio hayo yalitamalaki katika ziwa Viktoria, lakini sasa hivi tunapoongea tuna takriban miaka miwili matukio hayo yanaendelea kusaulika kwa kasi. Pia kamanda wa jeshi hilo mkoani Mwanza anasema ulinzi na usalama unapaswa kuwa shirikishi kwa jamii ninawasikitikia sana kwa sababu kule pia zimepelekwa boti za kisasa. Mwanza zipo, Kerebe zipo, Maimini Kagera zipo, Msimiu zipo, Mara zipo. Ndio maana mimi ninawahurumia wale wavuvi haramu, ndio maana mimi ninawasikitikia wanaofanya matendo wanaoendelea kufanya matendo ya kihalifu ziwani. Jeshi la Polisi limejipanga kudhibiti kabisa mambo ya aina hiyo, na niwaambie, yanaisha, niwaambie, yanaisha, wala siwadanganyi. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa kufanya ni kuendelea kutoa taarifa na kutokuwaonea aibu watu wanaojihusisha na matukio ya uvuvi haramu, matukio ya uhalifu katika ziwa Victoria. Aidha, Mutafungwa anajikita kueleza namna jeshi hilo lilivyojipanga kulinda maeneo yote na kuwataka wananchi kutumia haki yao ya kikatiba kupiga kura kuwachagua viongozi wanaowataka. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, ndugu zangu, kwanza limejipanga vizuri kulinda vituo vyote vya kupigia kura, limejipanga vizuri kwa ajili ya kuimarisha doria katika maeneo mbalimbali kwenye makazi ya watu katika mitaa yote ili kukuruhusu wewe uende salama na urudi salama kwenye kituo chako cha kupigia kura. Na utakapokuwa kwenye kituo cha kupigia kura, mpango kazi wetu ushawekwa kuhakikisha kwamba wewe unafanya shughuli yako hii ya kupiga kura na kumaliza salama. Sasa mjitokeze mkiwa mnajua kwamba jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama vilivyokabidhiwa dhamana ya kulinda usalama wa Watanzania kuhakikisha kwamba utulivu, amani na usalama vinakuwepo kwa Watanzania wote kabla, wakati na baada ya tukio. Tunafanya hivyo kuhakikisha kwamba hakuna amani inayovurugwa hata kidogo. Mwenyekiti wa kijiji cha Chifumfu anasema kuwepo kwa ulinzi na usalama katika maeneo ya wavuvi ni jambo litakalowezesha shughuli za kiuchumi kufanyika kwa ufanisi. Kazi kubwa katika swala la, la usalama na amani, kwani kipindi cha nyuma kulikuwa na swala ambalo la kwamba uhalifu ulikuwa ni mkubwa hasa katika maeneo haya ya kwetu, na maeneo haya ya kwetu sehemu, kazi kubwa ambayo tulionao ni sehemu ya, ya uvuvi. Kwa hiyo katika sehemu ya swala la majini kule kulikuwa na mambo ambayo ya unyang'anya wa hali ya juu sana. Kwa hiyo sisi sasa hivi tulivyokuwa toka miaka hii miwili iliyopita, sasa hivi kidogo pamekuwa na, asa, na hali ya usalama, ingawa kuna bado kuna uvamizi mdogo mdogo wa unyang'anyaji wa samaki kule ziwani, lakini suala la mashine injini zile injini boti na nini sasa hivi kidogo pamekuwa na utulivu. Baadhi ya wananchi wanasema ujio wa boti za kisasa za jeshi la polisi ndani ya Ziwa Victoria zitaongeza ulinzi na kuepukana na wavamizi wa wavuvi. Nimefarijika kwa sababu tangu tuwepo chifunfu hapa tujue kumuona kiongozi mkubwa wa, wa polisi kaja hapa kwetu hapa, lakini kwa ujio huu naamini kabisa kwamba ni jinsi gani umetuweza kututia, hasa na sisi kujua kabisa kwamba jeshi la polisi liko nasi. Hususan sisi wavuvi tunaonewa sana kanda ya Ziwa watu wanachukua mali zetu, lakini kupitia na haya leo tueleza kamanda, natumaini kabisa kwa wale walioweza kusikia watatu watatoweka kabisa na hata waweza kutufanyia tena fujo. Tangia nimefika kijueni saa hizi na miaka takriban kama tisa, sijawai kuona jeshi la polisi ambao ni mkuu nani wa maskari kutoka hata Mwanza hata siku moja, kiasi kwamba hata leo nimeshangaa na nimefarijika kiasi kwamba hizi boti wanazosema wameleta. Natamani sana walete hata moja hapa, angalau uweze kutusaidia kwa sababu jamaa zetu wanapoingia majini, aidha wakienda ku Madoro, kuna watu ambao wanawanyang'anya samaki kuonekana ni wanajeshi wa Uganda. Sasa wale wanajeshi wa Uganda wanatembea na nchope, lakini kama chombo cha cha dola kimekuja ambacho ni kizuri kama hiki, ina maana kikikaa hapa dakika kumi nyingi tumefikia pale tumwasaidia. hii ni Nyamate Digital kutoka Sengerema mkoani Mwanza.